Naam mwana ukuu wa Mwafrika, na sasa ni kiwanda cha sabuni ya maji ndani ya taifa la Burkina Faso, kiwanda cha kutengeneza sabuni za maji ndani ya taifa la Burkina Faso. Lakini nyuma ya haya yote anayefanya haya yote ni nani? Sio mwingine, ni kiongozi mwenye maono, kiongozi mdogo kabisa ambaye ni Ibrahim Traore, mtu aliyeingia madarakani akiwa na umri wa miaka 34 tu. Lakini mambo ambayo ameyafanya, ameyafanya mambo makubwa mno ndani ya taifa la Burkina Faso kuliko wanasiasa wenye uzoefu wa miaka mingi. Sasa kumbuka kijeshi huyu ni Captain, yeah, Ibrahim Traore, Captain Ibrahim Traore. kwa hiyo ndio maana unaona hata usimamizi wa rasilimali za Burkina Faso zinasimamiwa kijeshi kijeshi, na wakati mwingine aliwahi kuongea yeye mwenyewe kwa kinywa chake kuwa mimi sio mwanasiasa, kwa hiyo watu wasitegemee kuwa ataakti kama mwanasiasa, yeye ataakti kama mwanajeshi kwa ajili ya kulinda rasilimali za Burkina Faso na sio kupora mali za Burkina Faso kwa kujinufaisha yeye mwenyewe. Hii ni tofauti na viongozi wengine ambao wamekuwa wakijinufaisha wao wenyewe. Sasa angalia, kila movement anayoifanya mwamba Ibrahim Traore ni kwa ajili ya maendeleo ya taifa la Burkina Faso na wananchi wa Burkina Faso. Na sasa hiki ni kiwanda cha sabuni inaitwa uh, Liquid Soap, ambayo ni sabuni ya maji, lakini kiwanda hiki kitakuwa na uwezo wa kutengeneza sabuni tani mia tatu kila siku. Sabuni hizi tani mia tatu kila siku, kwa sababu Ibrahim Traore amesema tunahitaji kufanya mji au kufanya taifa la Burkina Faso liwe safi kabisa bila uchafu wowote eh, bila uchafu wowote yani, liwe safi na liwe clean kabisa. Maana yake sabuni hizi sasa zinaanza kuzalishwa ndani ya taifa la Burkina Faso, lakini sio tu swala la sabuni tu, kwa sababu wengine waweza kusema sabuni, mbona mpaka wajasiriamali wadogo wadogo huwa wanazizalisha hata nyumbani. Ba, ni, ni sawa hiyo, ninakubaliana nayo lakini hapa sio swala tu la sabuni, swala hapa ni kutengeneza ajira. Kumbuka chochote ambacho Ibrahim Traore anachokifanya katika taifa la Burkina Faso ni kutengeneza nafasi za ajira employment opportunities ambazo hizi nafasi za ajira ndizo zinazofanya sasa au raia wa Burkina Faso waendelee kuwa wazalendo, waendelee kupenda taifa lao. Wakati mwingine huwa tunalaumu watu, watu sio wazalendo na mataifa yao, ni kwa sababu ya mifumo ambayo inakuwepo kwenye mataifa yao, kwa sababu kumbuka huyu eh, huyu huyu yeye kila anachokifanya ni kwa ajili ya maendeleo ya taifa la Burkina Faso, kila anachokifanya ni kwa ajili ya wananchi wa Burkina Faso. Sasa hapa tunaongelea kwenye hiki kiwanda cha sabuni, Tunaongelea ajira maana kuna direct employment na indirect, indirect employment. Kwa hiyo tunaongelea ni, ni ajira zile za moja kwa moja na ajira zisizo za moja kwa moja. Sasa ajira za moja kwa moja zinaajiri watu 366 ndani ya kiwanda hiki kinapokamilika, lakini ajira ambazo sio za moja kwa moja ni watu ambao ni kama tusemeje, ni kama vibarua, kwa sababu kuna wale ambao ni permanent employment alafu kuna wale ambao sasa wao wow, sio ile ajira ya moja kwa moja, kwa hiyo watu ambao sasa sio ajira ya moja kwa moja ni watu elfu moja na mia sita. Eh, ebu angalia mafanikio hayo namna yanavyokuwa ni mafanikio makubwa sana. Lakini yeye mwenyewe alienda kwenye hiki kiwanda, na wakati anazindua hiki kiwanda, aliwaambia wale wafanyakazi, na nukuu maneno yake, aliwaambia kuwa kiwanda hiki kifanyeni kama ni cha kwenu. Kwa sababu yani, kifanye wewe mfanyakazi hapa unafanya kazi kwenye hiki kiwanda, ebu imagine hiki kiwanda ni cha kwako, sio cha taifa la Burkina Faso. Lakini kiwanda hiki kumbuka, ni cha kwetu sisi watu wa Burkina Faso. Kwa hiyo unapofanya Fanya kazi, fanya kazi kama hii mali ni ya kwako, tumekukabidhi wewe, kwa sababu pengine kesho waweza kuwa kiongozi ndani ya kiwanda hiki cha kutengeneza sabuni. Haya ni maneno ya busara kutoka kwa kiongozi wetu huyu wa West Africa, ambaye ni Mwamba Ibrahim mwana wa Traore. Amenikumbusha maneno ya Thomas Isidore Noel Sankara ambaye aliwahi kuyaongea kuwa wafanyakazi wa maofisini wasiweke picha ya raisi katika ofisi zao ila wanapoweka picha wapige picha yani, waondoe picha ya rais. Maana kikawaida ofisi za umma huaga za kuaga na picha, za picha ya rais au kama hivyo, na kama hilo taifa lina baba wa taifa, kuna kuaga na picha pia ya baba wa taifa. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa yeye Thomas Sankara aliwaambia kuwa ondoeni picha ya rais. Kama wewe ni mwanamke, weka picha ya mume wako na watoto wako. Kama wewe ni mwanaume, weka picha ya um, ya mkeo na wanao arafu basi ikae hivyo, ili ujue sasa wakati unaiibia serikali unaliibia taifa, basi uweze kujua kuwa unaoiba future ya watoto wako na familia yako. Ndicho alichokuwa amewaambia. Nafikiri kitu hiki hiki pia amekifanya huyu Basiru Diomaye Faye, wa huko Senegal ambaye um, na amewaambia watu kuwa waondoe picha za kwake katika maofisi yao, waweke picha za familia zao, ili wakati wanawajibika wajue kabisa wanawajibikia familia zao na sio kumwajibikia huu ndio uongozi ambao tunauongelea kwenye maandiko uh, ya Biblia. Kuna mstari mmoja ambao Yesu Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo aliongea, aliwaambia wale Mafarisayo na Masadukayo kuwa msidhani ya kuwa mimi ndiye nitakayewahukumu mbele ya Baba siku hiyo, ila yuko atakayewahukumu, kwa sababu Malikia wa Sheba alisafiri kutoka umbali mrefu kwenda kuitazama hekima ya Sulemani, lakini hapa yuko ambaye ni mkuu kuliko Sulemani. Yani akijiongelea ya yeye mwenyewe, Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa ni kuwa hata mbele za Mungu siku hiyo ya hukumu, viongozi wengi wa Afrika watapata hukumu iliyo kubwa zaidi na wasidhani kuwa Mungu ndiye atakaye wahukumu. Mungu atamsimamisha Ibrahim Traore ndiye aanze kuwahukumu viongozi wa Afrika. Mungu atawasimamisha wakina Colonel Muammar Gaddafi wa wawahukumu viongozi wa Afrika. Mungu atawasimamisha wakina uh, Julius Kambarage Nyerere wakina Comrade John Joseph Magufuli wakina yani, wa, wa, wale wazalendo wale. Mungu atawasimamisha ili wa, wa hukumu viongozi wa Afrika. Kwa sababu kuna faida gani, wewe peke yako uwe na mabilioni ya fedha kwenye akaunti yako, tena sio fedha ambazo, okay, ambazo umefanya kazi, maana mtu aliyefanya kazi it's okay, lakini ni pesa ambazo umefanya ujanja ujanja kuziiba, kuwaibia wananchi, huku wananchi wanapata shida. Unafikiri vilio vya watu, unafikiri laana za watu, utabaki salama kweli? Hii ndio kitu ambayo, Ibrahim Traore hajaitaka kuifanya, kwa maana unaona, kila anachokifanya anafanya kwa ajili ya watoto wa Burkina Faso. Kila anachokifanya anafanya kwa ajili ya raia wa Burkina Faso. Ndio maana sasa hivi mnaona mpaka diasporas sasa wameanza kutoka huko wanakotoka na kuja kuwekeza ndani ya taifa la Burkina Faso, kwa sababu ndivyo ambavyo wengi waga wanafanya. Hata Wachina Marekani, si walioko Marekani huwa wanarudi kwao kuwekeza. Si Waarabu walioko Marekani, huwa wanarudi kwao kuwekeza. Lakini Waafrika hawana utaratibu huo. Sio kwa sababu wana roho mbaya, ni kwa sababu wanaona hata wakija kuwekeza unakuta mnufaika ni mmoja na

Yaani, wakishazipokea zile fedha wanaziweka mfukoni, wanagawiana wenyewe kwa wenyewe, wala maendeleo hayaendelei tena. Lakini hebu angalia, jaribu kuangalia kuhusiana na mwamba Ibrahim Traore, the way anavyofanya. Kumbuka vitu anavyoviweka vinapokuja mezani kama idea. The moment imekuja mezani alafu akaielewa pap, hapo hapo tayari imeshaanza kufanyiwa kazi. Ndio maana unaona bukinafaso inapiga maendeleo yasiyokuwa ya kawaida. Ndio maana unaona bukinafaso inakimbia kwenye maendeleo. Swala la maendeleo Burkina Faso haiende inakimbia mbio tena spidi kubwa sana kwa sababu ya a visionary leader ambaye ni Ibrahim Traore kumbuka uongozi ni kila kitu aliwahi kusikika kiongozi mmoja wa Afrika kwenye mataifa yetu haya ya Afrika, sintamtaja, aliwahi kusikika akisema kuwa tuna rasilimali za kutosha, ni vile hatujazitumia tu, lakini hizi zinaweza zikatutoa kabisa kwenye umasikini. Kumbuka ndio kiongozi mkuu anaongea hivyo. Sasa unashangaa maneno haya, anamwambia nani wakati yeye ndio kiongozi mkuu ambaye angetakiwa sasa aingie kwenye vitendo kwa ajili ya kutumia hizo rasilimali ili sasa wananchi wake waweze kunufaika? Anasema tu tuna rasilimali nyingi, mpaka watu wakasema, huyu mzee vipi huyu maana ni mtu wa umri kidogo ameenda ameendaenda. Hata huyu mzee vipi? Mbona tena mambo gani haya anayoongea? Kwa sababu yeye kama kiongozi ndo ana hiyo access ya kuweza kutumia rasilimali ili kunufaisha taifa lake au kuinufaisha Afrika kama mwamba Ibrahim Traore pale anavyofanya. Kwa hiyo hiki kiwanda ni kwa ajili ya maswala ya ajira. Tumeshuhudia sio kiwanda kimoja amezindua, ni viwanda vingi vikiwemo viwanda vya nyanya viwili ambavyo sasa kazi yake ni kuzalisha tomato paste, Tomato sauce, ketchup umeona, ambazo sasa kwa namna hiyo na jamii zote hizo, lakini tuliona hivyo ni viwanda viwili. Tukaona kiwanda pia cha matikiti, tukaona pia kiwanda cha ngano, unga wa ngano na ngano inayolimwa ndani ya taifa la Burkina Faso. Tukaona pia amezindua tena kiwanda kingine cha kutengeneza hizi hizi hizi tunahitaji hizi tambi tambi, jamii zote za tambi, tuliona hilo pia lakini tuliona pia aliponunua matrekta mbalimbali, na juzi hapa nimekuambia amenunua tena matrekta elfu moja ambayo yamepitia Ghana kwenye bandari ya Ghana kuja ndani ya Burkina Faso. Kwa hiyo huyu ndiye mwamba Ibrahim Traore haachi kitu. Idea inapoletwa mezani, ni hapo hapo inaanza kufanyiwa kazi, tofauti na viongozi wengine. Unakuta mradi ambao pesa zipo kabisa, mradi unagharimu hata bilioni mbili tu, lakini huo mradi utachereweshwa, utaenda hivi, paka unasikia wengine eti mtu wa, uh, alikuwa amepropose mradi wake proposal yake ameipeleka, eh, ni bilioni tano, alafu ghafla amesema hapana, bilioni tano haitoshi, mimi naachana na huu mradi, mnipe bilioni kumi na mbili. Imajini ni, ni mambo ya kuchezeana. Haya ndo maana Afrika haifai ainini ha, ha, ha, haiendelei kwa sababu ya vitu kama hivi. We need a visionary leaders like Ibrahim Traore. Kama Captain Ibrahim Traore ndio Afrika itaweza kupiga hatua. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, ninawashukuru.